Subscribe Ze Sport Show. Klabu ya Simba imeweza kutoa tamko rasmi kuhusiana na hatma ya kile walichokuwa wanapigania, hatma ya uwanja, wapi watakapoenda kucheza fainali ya kombe la shirikisho, na taarifa rasmi imeweza kutoka. Hapa ninakuwekea uchambuzi wa sababu ku tatu mpaka tano za kwa nini hali hii imekuwa hivi. Tafadhali kabla tujaendelea, ni kuombe uweze kusubscribe i YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu tunazokuwekea za michezo, lakini pia naomba uweze kutupa maoni yako kwa kile ambacho unakiona kuhusiana na haya yanayoendelea. Karibu tuendelee.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 mashabiki na wapenzi wetu kuwa watulivu katika kipindi hiki. Aidha, tutatoa taarifa rasmi za mchezo huu na na hatma ya mashabiki wetu kuelekea katika mchezo huu muhimu kupitia mkutano wa maalum na wanahabari uh, uh, na wanahabari kesho tarehe ishirini Mei Uh, 2025 saa 5 asubuhi katika ofisi za club ya Simba Oysterbay jijini Dar es Salaam. Kwa taarifa hiyo, unaona ni pigo kubwa uh, katika klabu ya Simba kwa sababu walizoea uh, kucheza kwa Mkapa na matokeo yao uh, yamekuwa ndivyo sivyo, kwa sababu kauli mbiu ya kwa Mkapa hatoki mtu inaenda kuwa sehemu kuu ambayo Uh, hawaendi kuitumia tena, hapa sasa hivi wanaenda uwanja wa Aman Zanzibar, uwanja ambao unasadikika ni mgumu zaidi kuliko viwanja vyote. Wale Skaria ambaye ni rais wa TFF pia ameweza kutoa jitihada zake sana kuhakikisha kwamba mchezo huu unafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini wale Skaria hana maamuzi ya mwisho, kuna A, kunako kaf kwa sababu kaf inaongozwa na watu wengine, ijapo yeye pia ni mjumbe katika uongozi wa Motsepe u aliyouteua hivi karibuni. Hivyo basi kimamlaka, kaf ana nguvu kuliko Karia, hivyo a, pamoja na jitihada zake, lakini zimeweza kugonga mwamba na hatimaye Simba kama Simba wameweza kuja na hilo tamko. Sasa a, kuna sababu nyingi ambazo zimepelekea hii hali kuwa hivyo. Aa, na, na kuwekea miongoni mwa hizi sababu, sababu ya kwanza iliyopelekea Simba kama Simba kuweza kuzuiliwa kucheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ya kwanza inaelezwa ni pitch. Pitch ya uwanja wa Mkapa, of course, kwa kipindi kirefu imekuwa ni mbovu kutokana na kuwa na mashimo mashimo, kutokana na kwamba ule uwanja umekuwa ukitumika kwenye shughuli mbalimbali, shughuli za kiserikali, shughuli za kidini, shughuli za matamasha mengi yamekuwa kifanyika kunako ule uwanja wa Benjamin Mkapa, hivyo aa, unakuwa ni sababu ya kuweza kuharibika kwa haraka, ijapo marekebisho yameweza kufanyika, lakini pamoja na watu waliokuja kukagua uwanja Uh, walisema haujafikisha vigezo walivyokuwa wanahitaji, hivyo inakuwa ni moja ya sababu inayopelekea uwanja uh, usiweze kutumika. Lakini sababu nyingine apili, kumba, uh, ya pili inaelezwa kwamba sehemu ya ku, ya kukaa eh? sehemu ya kukaa mashabiki kwa wakati huu ni, ni msimu wa mvua, hivyo basi mvua zinapokuwa zinanyesha, mashabiki wengi wanakuwa wakilowana. Ukumbuke kwamba hii ni fainali, kutakuwa kuna wageni mbalimbali kutoka nchi mbalimbali mbali. ambapo uh, ambapo watatakiwa kukaa sehemu ambapo haina abugda na uwanja wa Zanzibar ni uwanja ambao ni mzuri ki, ki, ni mzuri sana, ni kwa sababu hata mvua inyeshe vipi, mashabiki hawawezi kuloana. Hiyo inakuwa ni sababu uh, nyingine inayopelekea hivyo, lakini sababu kubwa nyingine ni hofu kwa Berkane kwa sababu wao wameweza kushinikiza hili swala kwa sababu kutokana na kwamba mmiliki wa klabu ya RS Berkane yupo ni makamu mwenyekiti wa kafu lakini ukiangalia hiyo sababu, ina maana kwamba naye pia ana mamlaka naitetea ya timu yake, kwa sababu anajua nini ambacho kinaweza kikatokea kwa Mkapa. Ila hiyo si, si, si, si tatizo, kwa sababu kocha Faldo amesema wa kwamba wao na timu yake wapo tayari kucheza katika uwanja wote, hata kama wakisema wacheze katika uwanja wa Berkane, wapo tayari kwa sababu haoni kama kuna kuna sababu hiyo hiyo ya yeye kusitia mchezo. Fadu anasema kwamba hizi ni hujuma, kutokana na yeye mwenyewe kipindi wapo katika Orlando Pirates aliweza kubadilishiwa mechi na hao hao Arabu na kupelekwa Nigeria badala ya uh, South Africa katika mkondo wa pili wa mchezo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni Simba kuweza kujiandaa vilivyo sababu nyingine inayopelekea uh, Simba kutokucheza kwa Mkapa ni hofu dhidi ya Berkane kwa sababu wanajua kwa Mkapa kuna pumzi ya moto, pumzi ambayo hawawezi kuivuta, ni pumzi ambayo kwa namna yoyote ile. Mtu yoyote anayekuja kucheza kwa Mkapa wa kutafuta matokeo hajawahi kutoka salama chini ya mnyama. Miaka naenda rudi, mnyama amekuwa akiwalambisha nyasi wale wote ambao wanakuwa wakicheza kwa Mkapa. Lakini imani yangu uh, inanituma kwamba kwa Simba hii na namna jinsi ilivyo pengine inaweza ikawa na matokeo chanya kuliko hofu ambayo imekuwa ikijitokeza uh, kwa wengi zaidi kuweza kuamini kwamba uh, Simba itakapokuwa inacheza huko itaenda kukosa matokeo uh, ni watie moyo ijapo kinyonge sana, kwamba Simba ana uwezo wa kupata matokeo popote, hasa hii ni ardhi ya Tanzania, anaweza akapatapo matokeo mengi makubwa. Kwa hiyo kama itakuwa ni swala lipo upande wa Simba, kushinda atashinda tu, hata kama wakisema kwamba wakacheze wapi. Kama iliandikwa Simba anakuwa bingwa, hatakuwa bingwa. Lakini hawezi kuwa bingwa hivi hivi, inabidi Simba wajiandae nje ya uwanja na ndani ya uwanja kuhakikisha kwamba mashabiki wanaelewa nini kinachoendelea, wakaungana, wakafanya, wakapambana kwa waka waka pamoja, Simba anaweza kabeba bingwa. Lakini pia mbinu za kocha Faldu kuhakikisha kwa kwamba hii game anaimaliza mapema kwa sababu Waarabu wenyewe wanakuja Zanzibar wakiamini kabisa kwamba wameshamaliza mchezo. Kwa hiyo Zanzibar ni tofauti na kwa Mkapa. Kwa hiyo kutokana na hizo sababu uh, Faldo atakapokuwa amekaa vizuri uh, kimbinu ana uwezo wa kuwashinda Waarabu kwa, kwa sababu wanadaiwa goli mbili. Ukishapata goli mbili tayari unakuja kutafuta goli la tatu. Mimi na imani kwamba inawezekana kwa Simba hii kuweza kubeba ubingwa kwa sababu hakuna uh, kinachoizuia na hamna anayeizuia Simba kubeba ubingwa kwa sababu, ukiangalia wale wale wale rais berikani, sio kwamba wazuri sana hapana, ni kwa sababu walikuwa wanacheza nyumbani. Kwa hiyo unapocheza nyumbani, cha kwanza unakuwa unakuwa unajiamini, unakuwa na confidence ya ajabu. Ndio kitu kilichokifanya kuiua Simba. Sio kwamba wana mpira wa kutisha, kwa sababu wangekuwa na mpira wa kutisha wangemfunga Simba goli nyingi zaidi ya hizo, ila mpira wao ni wa kawaida. Cha msingi tu ni wachezaji wa Simba hujua ni game ya kawaida, mindset zao zikae zitulie, lakini pia mashabiki na serikali waunge mkono Simba. A, a, zaidi zaidi mashabiki waiombee Simba waweze kupata matokeo chanya, kwa sababu bila mashabiki kiukweli inakuwa ni ngumu sana kwa club kuweza kuperform. Ndo maana walikuwa wakililia sana a, Simba kuweza kuweza kupewa uwanja kwa Mkapa kingine Hizi uh, timu uh, za kutoka Warabuni i mara nyingi zimekuwa na figisu nyingi sana za nje ya uwanja, na hata hiki kinachofanyika kwa Simba ni figisu tu za kuhakikisha kwamba Simba natoka mchezoni, kwa maana kwamba walishajua fika kwamba nini wanachopaswa kukifanya, wao ni kuhakikisha kwamba wanawatoa Simba mchezoni. Ndio maana wamelazimika kuomba uwanja mwingine ambao ah, si sawa na, na ule ambao wanaofahamu nikimaanisha kwa Mkapa na hiyo taarifa wameitoa kipindi Simba naelekea kucheza nao. Kwa hiyo moja kwa moja, ile hali ilienda kuwatoa Simba mchezoni, na ukiangalia hata makosa ambayo Simba aliweza kuyafanya kwa kuruhusu kufungwa yale magoli, yalikuwa ni makosa ya kisaikolojia, kwa maana kwamba Simba hakuwa mchezoni. Yawezekana ile hali iliwaathiri sana, kana kwamba ikamfanya mnyama akashindwa kujua nini cha kufanya, lakini kubwa zaidi hawa hawa Waarabu wanajua kufanya figisu sana, wanajua kufanya figisu, wanajua kudili na shirikisho na wanajua kudili na waamuzi, kwa sababu pesa kwao si shida, wanachotaka ni lengo lao liweze kutimia. Ila kauli mbiu hii ya Simba ya hii tunabeba inaweza ikawa ina maana kubwa zaidi endapo kama umoja mshikamano utaendelea kuwekwa kati ya Simba au mashabiki, lakini pia na kuweka akili za kila shabiki akaelewa kwamba hata uwanja wa Aman Simba anaweza akapata matokeo. Kwa kuamini hivyo na kwenda hivyo, nina ninauhakika Simba atapata matokeo chanya, kwa sababu sioni mwarabu akimfunga Simba, sioni mwarabu akimfunga Simba, ninarudia Simuoni mwarabu akimfunga Simba hata kama akicheza man stadium. Simba anaenda kuingia kwenye huu mchezo akiwa na nguvu mara mbili au mara tatu. Kwa nini? Nguvu ya kwanza ambayo simba anaenda kuingia nayo ya kwanza, anaenda kujua kwamba okay, mimi sasa hivi sina cha kupoteza. Naingia kucheza kwenye uwanja mgumu, nini ninachopaswa kukifanya? Kitu ambacho napaswa kukifanya ni kuhakikisha kwamba nina na block Berkane asiweze kufanya shambulizi lolote lile, lakini kama sio hilo tu, pia ninahakikisha kwamba, aa, Berkane ninamshambulia kwa dakika zote tisini pasina kuacha hata sekunde moja. Kwa kufanya hivyo, inakuwa ni rahisi kuweza kumfunga rais Berkane, tofauti na ukimwacha amiliki mpira. Simba amelalamika, lakini kulalamika kwake akuondoi walisia kwa sababu wagemu wamepeleka saa kumi na mbili badala ya saa kumi. Sasa hilo unaona kabisa ni tani hujuma ambayo Simba anafanyiwa, ila kama nilivyokudokeza hapo awali kwamba kama ni umepangiwa kushinda utashinda, hata ukifanyiwa vipi, kwa sababu Simba kapitia mishale mingi migumu sana, lakini ameweza kushinda. Kwa hiyo, hata hapa, nina imani kwamba anao uwezo wa kushinda na kuweza kufika mbele zaidi, pengine akachukua kombe. Tutakuja hapa kuweka uchambuzi siku nyingine, aidha kesho, kuelezea mbinu sahihi ambazo zinaweza zikaivusha Simba faldu uh, kwa kutizama kikosi cha Simba faldu mwenyewe na mbinu za Waarabu nitakuja kukuelezea hapa namna gani Simba anaweza akawashinda Waarabu. Lakini kikubwa zaidi labda ni kudokeze, ni kwamba mfumo wake ule aliyokuwa anaucheza wa kuweka washambuliaji wanne mbele, viungo watatu nyuma, na viungo watatu kati, na mabeki watatu nyuma, ilikuwa ni aina ya mfumo wa kumpress sana Simba, kwa sababu anapokuwa anaenda kushambuliwa Simba wale viungo watatu wanaongezeka mbele kwa Simba kwa wanaenda kuongeza idadi ya, ya ya, washambuliaji. Simba anapokuwa anashambuliwa, ana manake analazimika pia wale wale uh, maforward wake waweze kurudi, mfano kama Mpanzu ateba waweze kurudi. Hizo ni taktiki ambazo tutakuja kuzungumza uh, katika wasaa mwingine, ili kuweza kujua, kwa sababu kwa kwa sababu wakati huu, ili kuweza kujua uh, ni kwa namna gani Simba ata Toka kwenye hii hapo, sababu kubwa zaidi ambalo kwa sasa hivi wanalo ni hofu. Si mashabiki, sio viongozi, sio serikali, sio wachezaji, sio makocha, kwa sababu kisaikolojia wameshavurugwa kutokana na mechi kupelekwa Zanzibar, ijapo hapo hapo Zanzibar aliweza kupata ushindi uliomfikisha fainali. Kwa hiyo, hiyo inakuwa ni advantage mojawapo kwa Simba, sababu aliweza kumfuka pale goli moja na hatimaye kuingia fainali. Kwa sababu alivyoenda South alienda kuzuia kile alichokuwa nacho, so sitegemei kwamba Mwarabu naye atakuja ataachwa hivi hivi, hicho kitu sitegemei kukiona kwa sababu nina jua Simba atakuwa na mtu mwenye hasira kali e, ni mnyama mwenye hasira kali. Na Mwarabu anajua kabisa huyu atakuja hivi, kwa hiyo yawezekana mpango mkakati wa Mwarabu pia ni aje aishambulie Simba mwanzo mwisho kuhakikisha kwamba Simba asimiliki mpira. Kwa hiyo tutakuja kutizamia hivyo vyote katika uchambuzi wetu ujao. Kuna mengi sana eh, lakini kwa wakati huu ni kuombe aweze kusubscribe YouTube chaneli yetu, kama ulikuja subscribe. Lakini pia kama wewe usha subscribe, nikupe asante na tano tena za hewani, niseme umetisha sana. Lakini pia naomba uweze kutupa maoni yako, kipi ambacho unakiona, nini kifanyike. Lakini usiache kulike na kusubscribe.